kushiriki katika kesi fizikali kwa tafsiri yetu sisi, kwa mujibu wa kifungu cha 192 na 186 vikisomwa kwa pamoja vya sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, watu waje subject tu, wale watu kuambiwa msifanye hiki msifanye hiki na kama mtu anavunja kanuni si anatolewa nje? Kwani miaka yote hii kabla ya juzi kati hapa mashauri yalikuwa yanaendeshwaje eh? Tutaendelea kupigania, sisi ni warriors wenu wa Tanzania. We are your warriors katika haki yenu ya kushiriki katika kesi physical, tutaendelea. Tunasisitiza pia kupigania haki zote za mheshimiwa Lissu. Hao watu ambao wanaongea mabarabarani huko, sijui utakinukisha, si utanuka wewe, basi wawahimize wanaopeleleza walete ushahidi, tucheze game uwanjani, kama ambavyo tumecheza e, game kadhaa, na waje wananchi washuhudie kwamba nani ndio ndio nani, na hii tunaongea kwa niaba ya mheshimiwa Lissu. Na mwisho kabisa, mwisho kabisa E, natoa taarifa rasmi kwa umma kwa niaba ya mteja wetu kwamba anafanya hunger strike, anaanza kususia kula chakula. Sio kwa sababu nyingine, anataka haki itendeke. Kwa hiyo kwenda mbele, going forward, and Antipas Tundu Lissu Mughwai kwa siku ambayo e, ataamua, pengine Jumatatu, pengine kesho, tutatoa taarifa fupi kuhusu siku hasa, lakini taarifa ni hiyo kwamba ata yeah, yeah. Kwa hiyo ata, ata atasusa kula chakula, kitakachomtokea yuko tayari, hata kula chakula mpaka pale ambapo ataona haki inatendeka. Antipas Tundu Lissu Mugwai ni wakili mkongwe sisi wengine ndio inspiration yetu, yaani wengine, mojawapo ya majabali aliyotufanya sisi tusome sheria na tuje tufanye sheria na sio sheria tu, sheria namna hii ambayo tunaifanya. Ni huyu mtu haogopi kesi, yaani hata kama sisi tusingi kuwepo angeendesha kesi yeye mwenyewe. Kwa hiyo haogopi kesi, anataka haki itendeke. Kwa hiyo atasusia eh, kula chakula mpaka haki itakapotendeka. Haki ipi? Sitaki kufanya kosa liofanya maisha mkuu wa serikali lakini mpaka kapo, haki takapotendeka. Haki ambayo sisi tunaidai wapi? Mahakamani kwayo. Kwa hiyo umma tunaofahamisha kwamba e, antpast usu mgwai ataanza rasmi kama hajaanza kususia kula chakula. Maelekezo mengine kuhusiana na sisi, ushiriki wetu katika kesi, katika namna ambavyo inaendeshwa tutayapata kama nilivyosema. Jumatatu nitakwenda magereza saa mbili kamili, nitakuwa pale kwa sababu kama nimesema saa tano na kesi nyingine ya muhimu kidogo hapo kwenye mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu. Mabibi na mabwana, nawashukuru. Moderator, samahani nimekula muda wako kidogo. Nafikiri atawaelekeza kama kutokana na maswali mawili matatu, kabla sijamkaribisha mwenzangu Jebra eh, nitakuwa tayari kuyajibu. Nisamee sana kwa eh, you know ni, ni, kitu ambacho kina, kina, invoke passion kidogo. I apologize. Asante sana Wakili Kibatala. Uh, kwa ratiba tuliyonayo tuna masaa mawili ya kutumia ukumbi huu, lakini tumebakiza dakika takribani arobaini na mbili. Kwa nitaomba kijebula kama utaweza kutumia dakika takriban